Chama cha ODM ni chama ambacho kwamba ni lazima kitetee watu baba, katika ile hali ya kupima hali ya maji na unga. Chama pale ambao kwamba ulituacha sisi katika uongozi baba, tuliamua ya kwa Daktari Oburu aweze kushikilia nafasi yako, tukikaa chini tuweze kuendelea, na nina imani baba, pale ulipo ni jambo ambalo kwamba tumelifaa la maana Baba Agwambo Tinga. Baba, katika hikma yako ulituambia tunaingia katika mambo ya broad-based. Baba, tulikaa masaana masaa na wewe tukaulizana, je, tuingie katika broad-based ama tusiingie, na sote tukakubaliana ya kwa tuingie katika serikali ya broad-based. Baba, na nakupatia uhakikisho hivi sasa hivi, hatukukusaliti wakati uko hai na hatutakusaliti wakati umefariki. Tutakaa ndani ya serikali ya broad-based. Baba, tutakataa kuweza kukusaliti baba, baba, baba, jana nilipiga Mama Aida Pambaja na mama Aida akaniuliza swali moja, baba baba, mama Aida akaniuliza huu mati wote, lau ingelikuwa sio serikali kuweza kutusaidia tungefanya vipi, mtoto wangu? Nikamwambia baba, magavana wa ODM pengine chukua wale kanjo inspectorate wote, tukawaleta pia, tusingeweza kutusaidia kontrol umati ambao kwamba walikuwa wanataka kuzika, na nikamwambia, mama Aida, na yuko hapa ni shahidi, nikamwambia, kesho nikiongea nitakuwa ni mwenye kukosa fadhila nisipoweza kumshukuru William Samoei Ruto, kwa sababu baba, ulinifunza tulipokuwa Addis Ababa, wakati ilipokwenda vile ilivyoenda, ukaniambia mshukuru yule aliyekufaa. Niko hapa hii leo, thank you. Asante Rais William Samoei Ruto, lau si wewe, sijui tungekuwa vipi. Tumeweza kumzika baba. Nikimalizia baba, leo hii mimi ni shahidi, tunamwomba mama Aida kwa unyenyekevu vile ambavyo kwamba baba alitushika mikono tukaingia katika siasa, tunamwomba mama Aida awabariki watoto wake alowazaa, lakini ni ndugu za Wakenya wote, Junior, Rosie na Winnie, musituache mkono. the ODM party needs you and we can be able to songe katika safari mbele. Mimi nimesikia wengi wakiongea habari ya mwaka 2027. Nimesikia wengi wakiongea mambo ya mwaka elfu mbili ishirini na saba. Gladys, point zangu mbili za mwisho nataka kuweka. Ya kwanza, Baba ulikuwa umetunuku Mombasa na ukaniamini niweze kuweka sherehe za miaka ishirini ikifika Novemba baba, Mombasa inafanya sherehe. Tunasherekea miaka ishirini ya ODM na tunasherekea miaka yako yale ambayo kwamba uliweza kupeana. Na hata hii leo baba, kuna delegates kutoka Mombasa wako hapa. Kuna MCAs wa Mombasa wako hapa. Kuna assembly na leadership yao yote iko hapa baba, yote kwa sababu yako. Baba, ikifika mwaka 2027 mambo mawili yatatendeka katika hii Kenya. Wana ODM nisikizeni kwa makini, mambo mawili yatatendeka katika hii Kenya na kuonesha nguvu zetu. Hii by elections zinazokuja, sote hapa tutaingia mashinani kuhakikisha tumeshinda by elections zile ambazo kwamba zilioko katika maeneo ya Kasipul, maeneo ya Ugenya, maeneo ya Magarini watu watajitokeza kwa heshima yako baba, na kila mmoja hapa atatoka na kuweza kuhakikisha ataweza kuinua uso wako, ili ikifika mwaka elfu mbili ishirini na saba baba, mambo ni mawili. Umetufunza ya kuwa kuna njia nyingi ya kuwa kanga. Tunasema hivi: mwaka elfu mbili ishirini na saba hatukai katika upinzani.